Katika video ya leo nitakuelekeza ni jinsi gani ambao unaweza ka design kitu kama hiki hapa katika muonekano huu hapa. Kitu muhimu ambacho natakiwa kuwa nacho, lazima uwe una picha ambazo utazifanyia designing ya muonekano kama huu hapo. Kitu cha kwanza cha kuzingatia kabisa ni kuja kutengeneza a new document ambao tutakuja kufanya design ya mwonekano kama huu hapa so hatua ya kwanza kabisa tutakuja hapa kwenye faili, tutakuja sehemu inaandika new, tuta click hapo kwenye option ya preset detail. Hapo unaweza ukaja ukaliname uh, jina la document yako. then unaweza ukaja hapa chini, mimi nitakuja nita change format ambayo unaenda kuitumia, then nitakuja nita select labda say saba na hapa tutakuja tutaweka saba, so hii itakuwa ni square ambayo inalingana sehemu zote. Ah, hatua ya kwanza kabisa tutakuja kwenye hii icon hapa tuta kliki hapa then tutakuja tutachagua gradient. Kwenye gradient tutakuja tutaangalia ni rangi gani ambazo tunahitaji kuziselect. Hapa basi tutaklik kwenye gradient then nitakuja kwenye basic hapa, nitakuja nita select hii. So imekuja hii by default kwa sababu ni tayari nimeshaitumia. Pia wewe unaweza ukachagua ni rangi gani ambazo unatumia kwenye design yako. Select hapa, nitaklik kwenye color na nitakuja nita adjust Kwenye black kabisa. Kwa kama hivyo unaweza ukaona imechenji then nitaselect okay. Na baada ya hapo nitakuja kwenye engo hapa, nitaichenji nitaweka zero. Unaweza ukaona imekuja imehama kwenye upande huu hapa, basi naweza nikasema, okay tusiweke zero, labda nibadilishe nilete hapa engo yangu, nitataka iwe hapa then naweza nikaiongeza kidogo kuja huku Uh, unapo iselekti hapa basi, una uwezo wa kushikilia na ku move sehemu ambayo unaitaka engo yako ianzie au iishie, so mimi nitakuja nitaiacha hapa kama ilivyo, then naweza nikaja nikaongeza kwenye scale, nikaikuza labda mpaka hapa then nitairudisha kidogo kitu kama hiki hapa, then nita select okay okay. Baada ya ku add background kama hivi basi nitakuja nitachukua hiki kitambaa changu, nitakuja nitakiweka kwenye hii background kama hivo. Aa, na baada hapo basi naweza nika add free transform, nita click control t kama hivyo, au unaweza ukaja sehemu ulipandika edit, naweza ukaona free transform iko hapa So baada ya hapo mimi nitakuja nitai adjust ili iweze kufiti kwenye hii frame yangu kama hivyo, nitakuja nitaiweka hapa, nitakuja nitaishusha labda something like this. Na ili uweze kutransform image yako bila kuharibika, basi hakikisha hii icon hapa iko selected. Ikiwa haipo selected, basi uh, image yako inaweza ikaa inakuwa kama hivi, ila hii ikiwa selected, basi uh, image yako itakuwa ina kwa vipimo sawa, yani haiwezi kaharibika labda ikaenda tofauti na vile ambavyo ipo katika uhalisia wake. So mimi nitakuja nitafuta haka ka icon haka ka uchafu, naweza nikasema wakati nime remove background nilisahau, then nikakadili haka. And then baada ya hapo nita i duplicate hii picha kwa mbili, ili niweze kuziba na hizi sehemu ambazo ziko wazi. Nitashikilia control j nitakuwa nime duplicate unaweza ukaona zipolea mbili kama hivyo. Then naweza nikaja nika add tena free transform uh, then nikaja nika flip to horizontal then nitaishusha chini labda mpaka hapa, and then hii nitaikuza hii, ili kuja kujaza ili eneo ambalo liko wazi, kama hapa and then, nita select okay. Baada ya hapo nitazimaki zote mbili nitazimake zote mbili, then nita right click, nitakuja nitazi magic kwenye rare, itakuwa ni moja kama unavyoweza kuona hapa, and then nitaishusha chini mpaka hapo. Kitu kama hiko. Baada ya hapo, hatua inaofuata, nitakuja kwenye hii icon, nita click hapa, nitakuja nitachukua hue and saturation, and then nita right click hapa, nitakuja nita create clipping mask kama hivi unaweza kuona hapa ni kichange rangi, basi nitakuwa na change kwenye hichi kitambaa changu, background itabakia kama ilivyo ni baada ya kuwa nime create clipping mask, ina maana ninakuwa nafanya mabadiliko kwenye hii layer yangu tu, ila background na vitu vingine vinabaki kama vilivyo. So hapa nitaangalia ni rangi gani ambayo inaendana na background yangu, naweza nikaona ni hiyo, nitaacha kama ilivyo, so, ni nita ilivyo baada hapo nitaiselect Nita select hichi kitambaa changu, nitakuja kwenye filter, nitakuja kwenye blur na nitakuja nitachukua Gaussian blur, then naweza nikaja nika adjust ni mwonekano gani ambao na uhitaji hapa. Naweza nikasema labda niweke 13 kama hivyo. Sawa, nitakuja nitachukua a rectangle tool na nita click hapa. Itaniletea hii option. Kwenye hii option hapa nitakuja nita, nita add pixels 100 na hapa nita add kama ilivyo then nita select. Okay, nitakuwa nimetengeneza ka boxi ka namna hii. Haka kaboxi katakuja kunisaidia mimi kuhakikisha kwamba ninapofanya design zangu basi uh, kila kitu kinakuwa ndani ya hii area ambayo mimi nahitaji kuwa kwao. Baada hapo nita duplicate hii boxi, nitaileta pia kwenye hii side ya huku. Nita select hii. Na kama wewe kwako huoni hizi lula basi, unaweza ukashikilia control ala na ikaja hizi grid za kukuonyesha lula zako, the way unaweza kuzichukua. So mimi naweza nikachukua lula ya kwanza nikaiweka hapa na nikachukua hii, pia nikaiweka hapa na pia nikai select hii ili ku snap hili eneo. Basi unapokuwa ume select hii lula yako, inakuwa ni rahisi ku snap hii eneo ambalo kuna hili box unaweza kuona tayari tumepata hii space ambayo humu ndo tutaweza kufanya vitu vyetu vyote vikakaa humo ndani. Baada ya hapo, basi unaweza ukadelete hivi vibox. Na iki unaweza ukadelete. Ah, then tutakuja tutachukua picha yetu inayofuata. Let's say nichukue picha ya huyu mdada. Nitakuja nitaiweka hapo. Baada hapo nita scale kuwa kubwa. Nita add free transform. Then nita scale kuwa kubwa kama hivyo katika size hii hapa nitakuja nitai add hapa, and then nita select. Okay, nitakuja nitaiweka nyuma ya kitambaa changu ili aonekane akiwa kwa ndani kama hivyo, then nitaipandisha juu kidogo. Then tukija tukiangalia na design yetu, tunaona tunaenda sawa. Okay, so unaweza kuona hii picha ni kama imefifia fulani haitupi ule mvuto ambao tunauona hapa. Unaweza kuona hii picha the way inavyoonekana basi imetupa mvuto fulani ambao inaendana na design na pia inafanya design yetu kushine sana. Kwa tunachoenda kukifanya kwanza tutaanza kudili na hii picha yetu. Kitu cha kwanza nita i-duplicate hii picha, nita hadi control J. So nitaizima hii moja na nitakuja select hii ya juu nitakuja kwenye filter, nitakuja kwenye camera raw filter hapa eh yes, sitafunguka kama hivyo. Kitu cha kwanza nitakuja kwenye exposure, nitaadi labda hapa nitaweka uh, 0.30 kupata uh, more brighter kwenye picha yetu, then nitakuja kwenye contrast hapa nitaiongeza pia naenyee kidogo, labda mpaka nane kitu kama ichapo na nitakuja kwenye clarity hapa nitaiweka hapa mpaka 50. Inategemea sasa na picha yako iko vipi. La kwangu mimi naweza nikaweka 50 au 60 kitu kama hicho. Then kwenye texture nitakuja, nitaongeza pia kidogo mpaka hapo. Then nita select okay. Unaweza kuona picha yetu imekuwa katika muonekano huu hapa. Baada ya hapo, hatua inayofuata nitakuja kwenye filter, nitakuja kwenye other na nitakuja kwenye high pass hapa. Baada ya hapo naweza nikaweka namba mbili au namba tatu, so inategemea na picha yako, unahitaji iwe na mwonekano gani? Mimi nita adi tatu kama hivyo, then nita select okay. Baada ya hapo hii nitaiwasha. Nikishaiwasha hii picha nitakuja kwenye hii nitaiselect, nitakuja kwenye branding mode hapa, nitakuja nitaweka uh, linear light. Unaweza ukaona picha yetu imekuwa inawaka yani, ni tofauti na ilivyokuwa ukiangalia before and after, basi tunakuwa tunaenda kupata kitu kama hiki hapa. Baada hapo unaweza ukazimaki kama hivi zote mbili, uka right click, ukaja ukazumeji rare mpaka hapo. Tunaweza tukawa tumeona tupo katika muonekano wa hii picha yetu, the way inavyoonekana, ila unaweza kuona huko pembeni imetutengenezea hii rangi na hatuhitaki huu weupe ambao umekaa pembeni. Baada ya kuwa tumeremove background, basi imetuletea kitu kama hiki hapa. Tunapotaka kufix hii changamoto, tutakuja tuta add new layer, ambayo hii layer inakuwa ni empty, haina kitu chochote. Unapo click hapa, unakuwa ume click layer empty ambayo haina kitu chochote kile. So unachoenda kukifanya hapa ni kuja ku ni kuja kwenye blending mode hapa, tunakuja tuna add multiply then tutakuja tuta change kwenye brush yetu. Nitaangalia ni rangi gani hapa ambayo itakuwa kidogo itaendana na hizi nywele nitakuja nitakuwa na select na naangalia hapa inanionyesha uh, utofauti wa rangi kwa kila sehemu. Nakuwa na select basi, mimi naweza nikaona hii ni sawa, nitaselect yes, then nita right click hapa, nitakuja kwenye uh, create clipping mask, ili kuhakikisha kwamba kila ninachokifanya basi kiwe kime deal na hii picha, kama sehemu ambazo nitakuwa na zipaint. Okay, baada ya kuja ku add hii brush, then nitaangalia rangi yangu iko selected Nitakuja, nitaanza kupeinti hili eneo ambalo haliko sawa, kama hivyo nitakuja, nitapenti kama hivyo, na unaweza uka move ukazoom, ili kuhakikisha basi unapata kitu ambacho ni kizuri kama hivyo. Okay, tunakuwa tumeweza kutengeza kitu kama hiki hapa. Kwa hiyo tunapokuja kuangalia picha yetu, tunaweza tukaona tumebakiza vitu gani uh, vya msingi vya kuendelea navyo. So baada hapo basi, nitakuja nitasema nahitaji, uh, huku pawe pana mwanga okay. Baada hapo basi, mimi nitakuja kwenye new, nitakuja nita add new layer, nita click hapa, and then nitakuja kwenye blending mode hapa, nita change nitaweka kwenye linear dodge add, and then nitakuja nita select kwenye color hapa, nitaangalia ni rangi ipi ambayo nahitaji kwa sababu ni hii, nita select hapa, then nitakuja nitaileta hapa juu kidogo. Baada hapo nitakuja nita, nita select brush yangu na nitaikuza kuangalia ni size gani ambayo nahitaji kuadi uh, mwanga kwenye hili eneo. Baada hapa nita select eneo hili, unaweza kuona uh, picha yetu inang'aa. Basi nitakuja nita change kidogo, naona hii rangi kama imefifia, nita change mwanga kidogo and then nita adi tena kitu kama hichi hapa, unaweza kuona tunapata uh, kitu ambacho kinaonekana huku. Tunaenda kuchukua hii perfume yetu na kuja kuiposition katika eneo ambalo sisi tunahitaji. Nitakuja nitaiselect picha yangu ya perfume na nitaileta kwenye hii new document, nitaiweka hapo. Baada hapo, ninachokifanya unaweza wa kuposition katika angle yote ambayo wewe unahitaji. Kwa kwangu mimi naweza nikaiweka hivi, nika click control t kwa free transform, then nitakuja kwenye ku flip kwenye horizontal hadi sehemu kama hii, na utaangalia ni saizi gani ya perfume yako unahitaji. Mimi nitakuja nitaiweka hapa hapa, then nitailotate kidogo ikae hivi, yes. kitu kama hiki hapa, then ta select okay. baada ya hapo, unaweza ukaangalia sasa, uh, huu mfuniko umekaa katika position ambayo ni mwanga unatokea huku, ila huu mfuniko unaonesha mwanga unatokea huku. Kwa kutupa uhalisia zaidi, nita select hii picha ya perfume, nikuja nita add rectangle, nita select hapa na nita click kwenye hiki kimfuniko cha perfume, labda hapa kama hivyo, na nita click control J. na nitakuwa nimeweza ku separate mfuniko na chupa. Unaweza kuona mfuniko umebaki peke yake na chupa hii hapa, ila ukija ukiziba huu mfuniko bado ukija ukizima huu mfuniko unaweza kuona bado hapa unaonekana. Ni kwa sababu uko pamoja na hii chupa, basi tunaweza pia tuka uh, ufuta pia huu mfuniko. Tuta select hapa na nitakuja nitaumark, nita, nita select tena huu mfuniko kama hapa yes, kama hivyo, then nitakuja nita click control x na nitakuwa nimeufuta huo mfuniko na utabaki huu mmoja. Kwa hapo utakuwa unanipa uhuru wa mimi ku rotate the way ninavyotaka au kuwekea position yoyote ninayotaka mimi. Kwanza nikaja nika right click nikaja kwenye ku flip horizontal, ili kutupa uhalisia wa mwanga unapotokea, then utakuja uta position vyovyote vile ambavyo unataka hata ukitaka kupunguza kwa mkubwa mdogo, ni vyovyote vile ambavyo unataka baada hapo, tunachokifanya tutakuja ku add uh, hii, uh, hizi kuja ku add hichi kitu ambacho kinaonekana kama ni perfume. Uh, so nitakuonesha ni jinsi gani niliweza ku create kitu kama hiki hapa. Okay, so baada hapo basi nitakuja huku nita add uh, new layer, nitaselect hapa, nita click hapa kuja ku add new layer, then nitahakikisha brush yangu iko selected, then nitakuja ku change color, na nitaangalia a uh, perfume yangu itakayoonekana katika rangi gani. Okay, katika rangi ya hii background, so nitakuja, nitaselect maeneo haya hapa, rangi hii hapa ya eneo hili, then nitaselect. Okay, na nitakuja, nita add brush, nitaikuza kidogo kama hivyo then nitakuja nita click hapa, naenda tena nika click tena hivyo ili kupata nani zaidi. Okay, baada hapo watu wanaofuata nitakuja kwenye blending mode hapa nitaweka kwenye dissolve and then unaweza kuona tumepata kitu kama hiki. Baada hapo, nita add free transform, control T, then nitakuja, nita right click, nitakuja kwenye perspective hapa, nitakuwa nime select hivyo then nitakuja, nita click hii point nitaileta huku itatutengenezea kitu kama hiki. Kwa hiyo naweza nika adjust katika size ambayo mimi naitaka. Baada hapo nita select okay. Hatua inayofuata nitakuja nita, nita move hii kwenye size kwenye sehemu ambayo naitaka na unaweza ka zoom picha yako ili kuangalia kitu gani unaenda kukitengeneza. Yes, unaweza ka zoom kama hivyo then uka add free transform control T na ukaja uka rotate ili kuhakikisha basi inakaa kwenye angle ambayo wewe unaitaka. Unaweza nikaja nika rotate kama hivyo s yes. Naeza rotate tukaja tukaiweka hapo. Baada ya hapo tukaselect okay, na tutakuja tutaifuta hii. Unaweza ukaja uka add mask and then ukaja ukachukua hii brush na ukafuta, ngoja tu size brush yetu na ukaja ukafuta sehemu ambazo wewe hauzihitaji kama hivyo hapo, yes. Tunakuwa tumefuta kama hivyo, baada hapo Hatua inayofuata naweza nikaja nikairesize kidogo mpaka hapo, nikaja nikaileta hapo yes. Hivyo unaweza ukaona tayari tunakuwa tumetengeneza kitu kama hiki hapa, unaweza ukaona hivyo, kwa sababu ninakuonesha ni mfano. Unaweza ukaona hadi imetoka nje ya nani yetu, ni sio issue kwa baada hapo unaweza ukaona tayari tunaenda sawa na kile kitu ambacho tunakiona hapa. So tunaweza tukaje tukachange rangi ya hii perfume inaonekana kwa ndani. Nita select hii chupa perfume, then nitakuja kwenye hii icon, nita click, nitakuja nitachukua hue and saturation, nitakuja nita select kwa ku right click creeping mask kama hivyo. Then unaweza ukaje ukachange rangi ya perfume yako, na unaweza ukaona uh, chupa yetu hapa ina change rangi kutokana na wewe unavyokuwa una select kwa mimi nitatafuta rangi ya background yangu ambayo inaonekana, yani muonekano mzima wa posta yangu ndo nitakuja nitafananisha na hiperfume. Kama hivyo, unaweza ukaona hiperfume na hii inayotoka hapa havijatofautiana, kuliko ikiwa kama hivi mwanzoni unaweza ukaona ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo tunakuwa tumedanganya, ila hapa tupo kwenye ule uhalisia ambao tunauhitaji sisi. Kwa unaweza ukaona imekuwa uh, the same, ila tunaweza tukaona hapa kuna mwanga fulani ambao una unawaka kumulika huyu mwanamke pamoja na hii chupa. Kwao, tunachokifanya pia, tutakuja kwenye hii picha yetu tuta add uh, new layer nyingine. So mimi nitahakikisha basi nipo kwenye on top of this then nita add new layer ambayo ni hii hapa. Hii pia nitakuja nita, nita select kwenye linear dodge then nitakuja nita add brush yangu na nitaangalia color uh, ambayo nahitaji ionekane hapo na nitakuja nitapaint hapa. Kwao, nitakuja nitahili size hii then nitakuja ni sa click hapo, unaweza kuona tume tumeadi mwanga japo ni too much sana, kwa unaweza nikaja nika deselect hiyo ili nije nipate ule uhalisia okay. Naweza nikaja nikaweka rangi kwenye huo muonekano then tutakuja tuta select hapo. Yes. Hapo, tunakuwa tumepata kitu kama hiki, kwa unaweza kuona tayari tunaenda kwenye ule mwelekeo wa muonekano wetu, kwa mpaka hapo unaweza kuwa umeshapata ni picha gani au ni namna gani unaweza ukatengeneza unaweza ukatengeneza poster design au flyer ambayo inaonekana katika mwonekano mzuri. So baada ya hapo, unaweza ukaja ukaadi text zako na ukatengeneza mwonekano ambao ni kama huu unauona, kwa hichi ni kitu ambacho uh, nilikuwa na kuelekeza katika siku ya leo kuweza kutengeneza picha kuwa katika mwonekano ambao ni mzuri zaidi, ni sio vile unatengeneza picha basi, na kwa katika mwonekano ovyo afifu.